Hujambo na karibu. Tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Katika hatua inayoonyesha dhamira ya kulinda misingi ya demokrasia na haki za wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025 kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa, ili kutoa fursa kwa Watanzania wote kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Taarifa hiyo imetolewa rasmi na ofisi ya Rais Ikulu Dodoma kupitia kwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses M Kusiluka, na imeeleza wazi kuwa uamuzi huo umezingatia mamlaka ya kisheria ya Rais chini ya sheria ya sikukuu za kitaifa sura ya 35 ya sheria za Tanzania. Tangazo hili linaashiria umuhimu mkubwa ambao serikali inaweka katika kuhakikisha kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura anaweza kutekeleza haki yake ya kikatiba bila vizuizi vya kikazi au majukumu mengine ya kila siku. Barua rasmi ya taarifa kwa umma ilikuwa ikisomeka kwamba kama inavyofahamika, tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC imetangaza siku ya Jumatano ya tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025 kuwa siku ya kupiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani wa mwaka 2025. Aidha, kwa madhumuni ya kuwawezesha wananchi wenye sifa stahiki, wakiwemo watumishi wa umma na wafanyakazi katika sekta binafsi kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutumia mamlaka aliyonayo chini ya sheria ya Sikukuu za Kitaifa, sura ya 35, ameidhinisha tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025 kuwa siku ya mapumziko. Imetolewa na ofisi ya katibu mkuu kiongozi, Balozi Dr. Moses M Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, tarehe 24 Oktoba ya mwaka 2025. Uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025. Kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo la Ikulu limekuja wiki moja tu kabla ya siku ya uchaguzi, hatua inayochukuliwa na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kama ishara ya kujali ushiriki wa wananchi na kulinda haki za kidemokrasia. Kwa mujibu wa tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC, zaidi ya wapiga kura milioni 32 wamesajiliwa kote nchini ikiwa ni ongezeko la takriban asilimia 8, ukilinganisha na uchaguzi wa mwaka 2020. Tume imetangaza kwamba vituo zaidi ya elfu 85 vitatumika kote Tanzania bara na visiwani, huku maandalizi yakiwa katika hatua za mwisho. Tukio la kutangazwa kwa siku ya mapumziko linamaanisha kuwa taasisi zote za umma, shule, benki na mashirika binafsi zitafungwa siku hiyo isipokuwa huduma muhimu kama afya, usalama na mawasiliano ambazo zitabaki wazi kwa mujibu wa taratibu. Kwa mujibu wa sheria, Rais ana mamlaka ya kutangaza siku yoyote kuwa ya mapumziko ya kitaifa ikiwa ni kwa madhumuni maalum yanayohusisha maslahi ya umma, masla maadhimisho au matukio ya kitaifa. Tangazo la mwaka huu linafuata utaratibu huo, kama ilivyokuwa katika chaguzi zilizopita, mfano uchaguzi wa mwaka 2015 na, na mwaka 2020 ambapo siku za uchaguzi pia zilikuwa na mapumziko rasmi. Kutoa mapumziko siku ya uchaguzi ni zaidi ya urais wa kiutawala ni tamko la kisheria na kisiasa linalothibitisha kwamba kura ni uti wa mgongo wa demokrasia. Kwa kuwapa wananchi siku kamili ya kupiga kura bila vikwazo vya kikazi, serikali inahakikisha kuwa kila raia ana nafasi sawa ya kushiriki kwenye mchakato wa maamuzi ya kitaifa. Mchambuzi wa siasa kutoka chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, Profesa Emmanuel Mvungi anasema hatua ya Rais Samia inaimarisha imani ya wananchi katika mchakato wa uchaguzi na inathibitisha dhamira ya serikali kuhakikisha haki ya kupiga kura inalindwa. Anasema haki ya kupiga kura si zawadi bali ni wajibu wa kikatiba. Kutangaza siku ya mapumziko ni njia mojawapo ya kulinda haki hiyo, hasa kwa watumishi wa umma na wale wanaofanya kazi katika sekta binafsi, ambao bila mapumziko wangeweza kushindwa kushiriki. Mara baada ya tangazo hilo, vyama vya siasa kwa upande wake vimepongeza hatua ya Rais Daniel Chogolo Amesema kuwa tangazo hilo linaonyesha upevu wa viongozi na uelewa wa kina wa Rais Samia Suluhu Hassan katika kulinda ushiriki wa wananchi. Kwa upande wa upinzani, msemaji wa chama cha ACT Wazalendo, Ado Shaib, amesema kuwa ni jambo jema kwa kuwa uchaguzi ni haki ya wote na siku ya mapumziko inatoa nafasi sawa kwa wananchi wote bila kujali itikadi. Raia wa kawaida pia wamepokea habari hiyo kwa matumaini. Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Neema Morel alisema kwa mara ya kwanza nitaweza kupiga kura nikiwa sina haraka ya masomo. Tunamshukuru Rais kwa kuona umuhimu wa siku hii. Kupitia tangazo hilo, Ikulu imetoa wito kwa Watanzania wote kuitumia siku hiyo kwa amani, upendo na uwajibikaji wa kiraia. Kauli mbiu iliyoambatanishwa na tangazo, kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura, inasisitiza wajibu wa kila raia kujitokeza kwenye vituo vya kupiga kura bila hofu. Katika miongozo ya tume ya uchaguzi, wapiga kura wanatakiwa kufika vituoni kuanzia saa moja asubuhi hadi saa kumi jioni wakiwa na kadi halali ya mpiga kura. Tume imewahakikishia wananchi kuwa maandalizi yote yamekamilika na vifaa vyote vya kupiga kura vimepelekwa mikoani. Na kwa upande wa sheria, sheria ya sikukuu za kitaifa sura ya 35 inampa rais mamlaka ya kuteua siku yoyote kuwa mapumziko ya kitaifa kwa tangazo rasmi. Ibara ya pili ya sheria hiyo inasema kwamba rais anaweza kutoa tangazo katika gazeti la serikali kutangaza siku au tarehe yoyote kuwa sikukuu ya kitaifa. Hivyo tangazo la tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025 lina nguvu ya kisheria sawa na sikukuu nyingine za kitaifa kama vile siku ya uhuru au siku ya Muungano. Tangazo la Rais Samia linaangaliwa pia kama sehemu ya mwendelezo wa uongozi unaoheshimu misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi. Tangu aingia madarakani mwaka 2021, Rais na Samia amekuwa akisisitiza umuhimu wa maamuzi ya wananchi na kuimarisha utendaji wa taasisi za uchaguzi. Kutangaza siku ya mapumziko ni ishara kwamba serikali yake inalinda usawa wa wananchi wote katika kushiriki maamuzi ya nchi. Wachambuzi wanaona kwamba hatua wa hii inachochea imani ya wananchi katika vyombo vya dola na kuimarisha misingi ya amani kabla ya wakati wa uchaguzi na baada ya wakati wa uchaguzi. Na kwa kumalizia tangazo la tarehe 29 Oktoba kwa siku ya mapumziko si tukio la kawaida, ni ishara ya heshima kwa wananchi na utambulisho wa thamani ya demokrasia katika Tanzania. Wito wa serikali ni wazi, kila Mtanzania mwenye sifa anatakiwa kujitokeza kupiga kura kwa amani, bila hofu na kwa uwajibikaji. Katika maneno ya mwisho ya taarifa hiyo kutoka Ikulu, ujumbe ni mmoja tu, unaobeba dhamira ya taifa: uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025, kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.